Michoro ya ajabu mingine inaonekana tu ukiwa angani. Iko katika jangwa la Peru, na hadi leo hakuna anayejua ni nani alichora, ilichoraje, kwa zana gani? Hebu fikiria hivi, mistari hii ya maajabu, baadhi yake zaidi ya futi elfu moja mia mbili. Mistari hiyo imekaa kwenye mchanga kwa karne nyingi, kama sio milenia, kificha na kuhifadhi siri zinazoweza kubadilisha kitu tunachofikiri tunajua kuhusiana na kale, kuhusiana na binadamu wa kale. Lakini jamani, hii iliwezaje kufanyika? Ilikuwa kazi ya kawaida majayat au miyuta. Na waliyafanya wali vipi haya yote katika zama ambazo ya nyenzo za kuhakiki michoro hiyo ni ukiwa juu angani. Wanahistoria na wanajiolojia wengi hukimbilia kujibu swali la kwa nini, lakini husahau kabisa maswali ya msingi: nani alifanya hivi, walifanyaje, kwa kutumia zana gani, lakini ni lini haya yalifanyika? Kupata majibu ya nani, vipi na lini. Subscribe now.